Kwanza wanaanza waziri wa katiba na sheria. Kwa hiyo hii ni swala ni la waziri wa katiba na sheria, alafu mwishoni, tumemtafuta sana kwa simu yake ya mkononi. Ndio mambo haya, atakuja kujibu, watajibu tu mahakamani. Hapa umwite Mwakyembe tapeli, hatima Mkapa mikononi mwa Rais Magufuli, sijui maana wao ndio wanaojua wana e, kifaru cha kivita cha chaibwa, yani wao e, waakili aliyeachiwa mahakamani ni wa mishahara hewa And everything ni controversial lakini soma ndani ndio. <laughs> Nasema tusipokuwa, tusiporudi mahakamani tukapata miongozo sahihi ya sheria, tutakuwa tunafanya mzaha mkubwa. Soma ili gazeti: tapeli, ametapeli ya mahakama, yamkiingia kifua, wakili aliyefoji ya vieti. Yani Dira ndio wanajua zaidi sheria kuliko mahakama. Kikwete apigwa stop. Sasa this kind of nonsense mi naita hivyo, na nitaiprove kwenye high court. Hatuwezi kuiendeleza nchi hii. Kwaiyo mimi nachosema, mi napeleka kesi yangu, lakini unapoenda kwenye kesi unakuwa na mifano mingi, lazima kujiandaa vizuri. Mimi ni waziri wa Katiba na Sheria, sasa hivi nio kwenye mchakato mzito kweli kweli, kuhakikisha kwa kwamba tarehe moja tunaanzisha mahakama ya mafisadi. Ndani ya hiyo, mtu anakuja ananiambia, huyo huyo ndio fisadi. Leta ushahidi, mi nitashukuru. Mkija mahakamani, msikiliza, mi na uhakika watachama mdomo. They don't have a, even minute details of what they are talking about. Basi tu nikuuza gazeti. Hatuwezi kuwa taifa la ovyo ovyo tu hivi.